Asifiwe! Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50 ambapo huwa anaishia neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasa na Bwana anavyonijalia. Na leo hii namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi. I am so excited, ninaanza series mpya na ninakukaribisha kila mmoja wetu. Ninaomba kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe, subscribe, subscribe. Ukimaliza kuangalia share like and comment. Na leo nitaspendi muda mfupi tu kuintroduce hii um, series kwa sababu imenichukua muda mwingi kuitayarisha, nikaona kuliko kurush into it, ngoja nifanye introduction ili tuweze kuelewa yale mambo ambayo tutaenda kuyaangalia katika series hii. Uh, kwa hiyo nainakukaribisha sana na Mungu akubariki sana kwa series nimeipa jina The Seven Iams. Um, Kiswahili, naweza nikasema, uh, mimi ndimi saba. Tunakumbuka Bwana Yesu alikuwa anasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli, mimi ndimi ndio. Hivyo tutakavyoenda kuangalia hii, uh, the seven I AMs, ni utambulisho wa Yesu kwa ulimwengu wote. Tunajua kwamba tunapoenda sehemu yoyote mpya mahali ambapo watu hawakujui, ni ustaarabu tu kujitambulisha, ili watu waweze kukujua wewe ni nani, waweze kuku sawasawa na sawa inavyotakiwa, wasikuonee mashaka, wawefb wewe. Yawezekana utahitaji msaada, wajue wanakusaidia vipi. Inawezekana wewe ndio unawasaidia, waweze kujua una, utawasaidia vipi. Kwa hiyo ndivyo Bwana wetu Yesu alivyofanya katika eh, kitabu cha Yohana. Hizi seven iams zote ziko katika kitabu cha Yohana, na kama tunavyojua Yohana alikuwa mmojawapo wa wanafunzi wa Bwana Yesu ambaye aliandika kitabu cha Injili ya Yohana, akaandika barua, Waraka wa kwanza wa Yohana na Waraka wa pili na watatu wa Yohana, akaandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Na Yohana, yeye alikuwa katika wale wanafunzi watatu ambao walikuwa karibu sana na Yesu, na kibinadamu alikuwa ni kazi wa Bwana Yesu. Lakini na yeye vile vile, Yohana ndo alikuwa mdogo kuliko wengine wote. Ninachompenda Yohana, uandishi wake uko kidogo tofauti na vitabu vingine vya injili. Ukiangalia Mathayo, Luka, eh, Marko wameandika tofauti kidogo. Labda kuna siku tunaweza tukazungumzia kwa nini tulikuwa na injili nne eh, na kwa nini uandishi ulikuwa tofauti, walikuwa wanamlenga nani? Lakini Yohana yeye aliandika in, in his perspective ya kumjua Yesu kwa namna gani, alivyomjua Yesu na kusudi kubwa, anatu anatu encourage wasoma kitabu cha Yohana Injili ya Yohana huweza kumjua Yesu kwa namna tofauti na in a personal capacity, sio ile ya kumjua Yesu kama ndiyo tunatakiwa tumjue Yesu masia wa ulimwengu. Unaweza ukamjua Yesu kama hivyo ni mwokozi wa ulimwengu, lakini umjue Yesu kama mwokozi wako wewe binafsi. Kwa hiyo kuna ubinafsi fulani ambao Yohana anamleta Yesu kwetu na kumtambulisha kwetu na katika hizi seven ayams anaziandika, ambazo wengine waandishi walioandika Matayo, Marko, Luka hawakuandika hizi seven ayams ingawaje Yesu alizisema. Kwa hiyo ina maana ni kama kawaida, kama mimi na wewe tunapoingia darasani, mwalimu anapofundisha, tukiambiwa tuandike notes, kila mtu ataandika notes zake kutokana na perception yetu na kitu gani tunaona kina faida kwetu, ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo tunaona Yohana alifika mahali jinsi alivyomjua Yesu alifika mahali mpaka akajiita yule mwanafunzi aliyependwa na Bwana. Yaani, huwa anapenda huo mstari, kwa sababu huwa anafikiria mwanzoni, kwa nafikiria kwamba labda Bwana Yesu alikuwa nampenda Yohana kuliko Petro, labda Bwana Yesu alikuwa nampenda Yohana kuliko Bartimao. Lakini nikakuja kukuta kwamba no, ni mafunuo ya mtu. Hata mimi na wewe leo tukiulizwa, je, Mungu anakupenda? Kuna mwingine anaweza lakini kuna mwingine yuko fast forward kutokana na experience yake na Mungu, jinsi alivyomjua Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu, Mungu anampenda kila mmoja wetu, lakini ile kukubalika katika eh, mind yetu, kukubalika katika nafsi zetu, kukubali kwamba Mungu ananipenda, hiyo ni personal relationship, na kila mtu anatakiwa afike mahali ambapo yeye binafsi anashuhudia ndani yake anashuhudiwa ndani yake na mtu wake wa ndani kwamba Mungu anampenda na ndipo Yohana anapotaka tufike mahali kama hapo ambapo yeye alifika. Sasa Yesu kujitambulisha, yeye hakuwa wa kwanza, kwa sababu hata baba wa mbinguni alijitambulisha, na nitatoa tu scenario moja alafu naenda kumaliza. Uh, alijitambulisha kwa Musa kama watu mtakumbuka, katika kitabu cha Kutoka tunajua Musa yeye alikuwa ni Myahudi ambaye aliishi kwa farao kwa muda mrefu, kwa hiyo ile upbringing yake ilimfanya Musa awe kama na confused um, identity. Kuto kujua hasa, ingawaji alikuwa anajua, kwa sababu tunakumbuka alikaa na mama yake mpaka akiwa na umri kama miaka mitano mpaka saba kabla hajapelekwa nyumbani kwa farao. Katika kile kipindi, yule mama alijitahidi kumfundisha Musa ni nani, Mungu ni nani na vitu kama hivyo, lakini alipoenda kukua kule kwa farao ukaletewa tena elimu mpya, mtu yoyote utakuwa una mixed information. Kwa hiyo Mungu alipokutana na Musa, alipojifunua kwa Musa katika Kutoka tatu, akamwambia, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Kwa hiyo tunaona tena Mungu alijifunua, Mungu anajifunua kwa watu wasiomjua na hata wanaomjua. Kwa sababu huwezi kumjua Mungu to the point unasema mimi I have arrived. Kila mtu anatakiwa kila inapoitwa leo kutafuta kumjua Mungu zaidi alivyomjua jana, zaidi nilivyomjua asubuhi na mchana, nimjue zaidi usiku, nimjue zaidi. Tunaenda utukufu hadi utukufu katika kumjua Mungu. Musa alipo, Mungu alivyoji-introduce kwa Musa, Musa akasema eh, Mungu akamwambia Musa, nimekuita ili uende kwa wakomboe watu wanawangu wa Israeli. Akasema sawa, mimi nakujua wewe ni Mungu umeshajiintroduce kwangu nimekuelewa, lakini je wana wa Israeli watakuelewa? Unaona ilivyo muhimu kujulikana kwako. Kwa hiyo ikabidi Mungu amwambie Musa katika hiyo hiyo hiyo e, chapter ya tatu ya Kutoka mstari kumi na tatu mpaka kumi na tano E, Mu, Musa akamwambia Mungu tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu na wakaniuliza jina lake ni nani, nitawaambia nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, amenituma kwenu. Hilo ndilo jina langu hata milele, nalo ni kumbukumbu kumbu langu hata vizazi vyote. Unaona, sio tu Mungu alijitambulisha kwa Musa, lakini vilevile, alijitambulisha kwa wana wa Israeli ambao wamekaa utumwani muda mrefu. Inawezekana wameanza kudauti mungu yupo, na kama yupo kwa nini tuko kwenye mateso ana? Mungu ana kusudi gani na sisi kwao? Wanapokuja tena kwa hawa watu lazima ajitambulishe, na kama tunavyojua sisi wote utambulisho wowote, na ndio Bwana Yesu atakavyofanya katika hizo seven IAM's. Ukiwa na jitambulisho na unaingia kwenye chumba chochote au mahali popote papya, lazima useme wewe ni nani. He, na unapenda tukuite nani? Mimi jina langu halisi ambalo la natumia officially ni Rebecca, na waingereza wanalipenda jina Rebecca sana. Kwao mara nyingi, kila napoenda kuanza kazi nakuta kuna watu wawili au watatu wanaitwa Rebecca. Kwao nikifika tu, jina lako nani? Rebecca. Nan ah, unataka tukuite Becky au Bex? Kwa hiyo mkiwa watatu, mmoja Bex, mmoja Rebecca, mmoja Becky Um, mimi siku zote huwa na fight kubaki Rebecca. I always say please niite Rebecca kwa sababu huwa kuna story kwamba watu wengi mama zao wakikasirika ndo wanamwita Becky. Kwa hiyo na mimi nasema no, just call me Rebecca. Namshukuru Mungu mara zote huwa anashinda hiyo fight ya jina la kuitwa Rebecca. Kwa hiyo hata Bwana Yesu alivyokuja walikuwa wanamwita Rabi, walikuwa wanamwita mwalimu, walikuwa wanamwita hivi, lakini inabidi aseme yeye ni nani? Eh, na tukuite nani? Na ndivyo tutakavyoona unatoka wapi ukifika mahali kokote eh? Kama, kama nani, sehemu nyingi watu wanataka kujua unaishi wapi, ulikuwa unafanya wapi kazi kama ni sehemu ya kazi before, ama ni shule ulikuwa unasoma shule gani mpaka umekuja hapa. Wewe ni mtoto wa nani au mwana wa nani? Umekuja kufanya nini? Eh, kama ni shuleni utaulizwa umekuja kufanya kozi gani, misheni yako ni nini, unataka kuwa nani baada ya hii kozi. Uh, ukianza kazi mpya watu wanakuangalia, je, na niwote hizi ya five year plan, unataka kufanya nini baada ya hapa? Au unataka kupanda ngazi, au unataka bado kufanya kazi tu kwa muda mrefu huko, mpaka lini? Hayo ni mambo ya kawaida ambayo eh, mtu anapojiintroduce huwa anatakiwa ayazingatie. Sasa, katika series hii ni matumaini yangu kwamba mimi na wewe kwa pamoja Mungu atatusaidia kuweza kujifunza namna mbalimbali mbali ambazo Bwana Yesu anataka tumjue na kama nilivyosema this is a personal journey, although mimi nita, nitaleta ujumbe sawasawa na Bwana anavyonijalia, lakini it's a personal journey ambayo inakuhitaji wewe na mimi kwa pamoja tuwe tunatafakari kweli nilikuwa namjua Mungu hivi au Bwana Yesu namna hii. Ina maana gani Bwana Yesu anavyosema yeye ni mchungaji mwema? ina, ina, ina maana gani Bwana Yesu anavyosema yeye ni njia na kweli na uzima? Ina maana gani Bwana Yesu anavyosema mimi ni, ni chakula cha uzima na vitu kama hivyo. kwa uzipo seven iams, mimi ndimi ziko saba ndizo tutakazoenda kuziangalia katika wiki saba zijazo, sana Mungu atakavyonijalia maombi yako katika kutayarisha na, ninakushukuru sana, ninaomba really. Mimi mwenyewe imenibadilisha maisha yangu wakati na, n, n, n, nimepewa hiyo, niko sijawai kumsikia mtu akizihubiri, alikuwa tu ananifundisha naona wow, hivi ni vitu ambavyo Wakristo tunatakiwa tujue, kwa sababu unaanzaje safari na mtu usiye mjua? Lazima umjue. Unajua, hata binaangaliaga kama maofisini, ukikaa ofisini, afu akaa na mtu ambaye hamumjui ni kabila gani, hamjui katoka wapi, yaani mnakuwa suspicious. Hata saa nyingine mnakuwa hamwezi mkam mkamnani. Na Bwana Yesu anataka tuwe free tumjue kwa sababu tunavyomjua tunajiachia na yeye anajiachia, mahusiano yetu ya yanakuwa mazuri. Sisi eh, eh, kwanza ndio tunaopata faida zaidi kwa kumjua Yesu. Na anataka tumtafute. Unamtafutaje mtu simjua? Unamwamini vipi mtu usiyemjua? Unamtrust vipi mtu usiyemjua? Kwa hiyo hii series itakuja kutusaidia sisi katika kumtafuta Bwana na nguvu zake, ili tuweze kuwa na amani. Mungu awabariki sana, ninakuomba sana usikose hii series. Mungu atakubariki mno. Ninaomba subscribe, share, like and comment. Tutaonana wiki ijayo for the first I am. Mungu awabariki.